Hapa, I think hapa hapa watu wanafaa kuonyeshwa hapa. Hapa ndio kuna wazee, na Radio Jambo. Hapa homeboys hapa, hata sijuagi wanasema nini. Hata sijui wimbo yao moja. So wa hindi afadhali kukena, najua Jimmy na Njoki. Na Njoki. Hudu hii chunky love, unasikia sasa. Chunky love wa homeboys, eh, unasikia. Simjui. Nakutana nao hapa. So what do you tell each other? Do they know what you do here? Hata ha, wajui na hiyo kizungu wanaongea, tuna tunapitana kabisa. Ni kama matatu za nini, Kiseria. Anyhow, way. Time changes. By the way wale waliekea snail chumvi na wakaangalia mpaka ikakufa. <laughs> Mkutano ya wachawi iko kesho <laughs> Wakama uliwekea snail chumvi <laughs> hivi na ukaangalia ingo ingo ingo ingo ingo <laughs> na ukaangalia inasafa inasafa mpaka ikakufa, kiongozi kush, that is you <laughs> mkutano wenu ya wachawi uko kesho <laughs>